Je, yeah, unawakumbuka kinamama wakongwe waliosafiri hadi Afrika Kusini kuwakilisha taifa la Kenya kwenye mchezo wa kandanda? Elizabeth Keitany ndiye alianzisha wazo hilo na kuwaleta pamoja kina mama hao wacheze kandanda ili waimarishe afya zao na pia kujishughulisha kimaisha. Kufikia sasa kuna timu 220 za wakongwe kote nchini, Elizabeth akiwa rais wa shirikisho hilo. Ni juhudi ambazo zimepongezwa na kutambulika kiasi cha kutuzwa na Rais William Ruto kama shujaa anayewajali na kuwatunza wakongwe humu nchini. Na hii leo ndani ya Nipashe ndiye tunayemvisha taji la mwanamke bomba. Naitwa Shuja Daktari Elizabeth Keitany kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet, eh, Keiyo North Constituency, eh, Mutei Location. Mimi ni eh, president wa Kenya Granis Football Federation. Kenya Granis Football Federation ilianza, ilianza last year mwezi wa nane na tuliweza kuregister kwa ministry of sports this year March na tulianza Kenya Granis kwa sababu mama yangu mzazi alikuwa sikii vizuri na daktari mwenyewe akaniambia mama anataka kufanyiwa masoesi. Nilipoendelea kufanya research nikakutana na mama moja huko kutoka huko South Africa amekuwa akifanya mchezo ya kandanda eh, football for the elderly huko South Africa kutoka eh, 2017 mpaka saa hii so nilipompatana na yeye nikamutafuta mpaka nikapata contact zake, nikaja nikaongea na yeye, akaniambia amekuwa akichezesha wamama mchezo ya kandanda, na hata sisi Kenya hatukuwa tumeanza. Hapo ndio sasa tukaweza kuanza hapa injini Kenya. Kuna report iliandikwa na WHO. WHO ikasema dunia inatumia pesa mingi sana, inatumia 5.4 billion US dollars kila mwaka kujaribu kutibu maugonjwa ya useheni. Sasa sisi kama Kenya Granis tukaona ya kwamba kumbe watu wakifanya mazoezi, pesa mingi haiwezi tumika kwenda kufanya kutumika, kutumika sababu maugonjwa ya useheni tutakuwa tumemaliza waanze kufanya mazoezi hiyo hiyo, pesa wamekuwa wakitumia ya hospitali hakuna tena, sababu wengi wao hawatembei, awa hawaendi tena hospitali. Hii mwaka mwezi wa tatu eh, towards the end of eh, March tuliweza kuinvitiwa kwenda kucheza an international tournament huko South Africa, na tulipeleka wamama zaidi ya thelathini, na walienda wakacheza vizuri, na tunashukuru sana sababu timu yetu ya Kenya iliweza kurudi na kikombe na, e, na waliweza kukuja na awards na ushindi. Tulikuwa namba tano kwa 32. Walifurahi sana na hata mimi mwenyewe nikafurahi, sababu yaani hatujawahi sikia Magrani wakienda ku represent Kenya, that was the first thing in Kenya it uh, ilikuwa ni kitu mzuri sana. <coughs> Saizi tuko na wamama zaidi ya elfu kumi katika nchi yetu ya Kenya. We are in over 18 counties in Kenya Apart from health and wellness kuna one of our thematic area ni conflict resolution. Conflict resolution in the sense that imeweza kuleta wamama pamoja. Tangu tuanze Kenya grani tumeweza kupanda miche over 630,000. Recently tumefanya hii uh, ya Chepereria, West Pokot County. Tuliweza kupanda uh, miche uh, 100,000 na imeweza kusaidia Kenya grani wakiingia hivi huwa tunawapatia uniform jasi lakini hawana viatu. Tunaomba wasanii wema, mtu mwenye anaweza pata viatu, ndio wamama wetu asiumie mguu, tupate viatu ndio kila mtu kila team, at least ikwe na viatu. Nilipoambiwa ya kwamba nimepewa nafasi ya kutuzwa kama national kama shujaa hapa nchini Kenya nilifurahi sana, na hii shujaa sio yangu. Hii shujaa i want to take it, eh, ni dedicate kwa wamama wa, wa girani wote wenye tumetembea na wao hii safari, because kwenye nilipewa hiyo kitu nilistuka sana, na nikajua ya kwamba kumbe kuchituma, ukichituma maishani, eh, watu wanaona. Hata Biblia inasema tenda mema, nenda zako. Nilikuwa tu natenda mema kwa sababu nilikuwa najua hii initiative itasaidia watu wengi, na sababu nimetenda na nikaenda watu wakaona ya kwamba kumbe hii kazi inasaidia. And that is why, rais aliweza kunituza na mimi bado nashukuru sana, na ni sitaishikilia kama ni yangu. Hiyo inanipatia nafasi yaku, ya kufanya kazi zaidi.